Zaidi ya wajumbe 50 kutoka mataifa mbalimbali ulimwenguni li walikongamana jijini Mombasa kuangazia masuala mbalimbali ikiwemo uchumi samawati, uvumbuzi na jinsi ya kulinda mazingira ya bahari katika bahari Hindi ya Magharibi ya Pwani. Kongamano hilo la 13 la sayansi ya bahari katika bahari Hindi ya Pwani ya Magharibi lililoandaliwa na shirika la GIZ lililenga kuibuka na suluhu la kudhibiti uchafuzi wa bahari. Robin Farrington ni mshirikisho wa usawishaji wa shirika la GIZ ambaye alisema kupitia sayansi na uvumbuzi wa bahari Hindi umechangia pakubwa katika kulinda mazingira bahari, ya bahari akisisitiza haja ya wadau mbalimbali kushirikiana ili kufanikisha uchumi samawati endelevu. What we saw very early on is this area of blue economy and especially, if you want to work on an inclusive and sustainable blue economy, one that includes all people, all coastal communities but also

Katibu katika idara ya sayansi utafiti na no uvumbuzi nchini, Profesa Shaukat Abdurazak alisema serikali imewekeza zaidi katika kuangazia sera zinazochangia usimamizi bora wa rasilimali za bahari, akisema bandari ya Mombasa sio tu rasilimali ya kanda ya pwani na Kenya bali hutegemewa na mataifa mengi ikiwemo Afrika Mashariki.

Shaukat hata hivyo aliwarai wadao mbalimbali ikiwemo watafiti kuja pamoja na kufanya utafiti wa kina utakaosaidia kuibuka na data maalum ili kuchangia udhibiti wa uharibifu wa uchumi samawati na kulinda mazingira bahari sawia na kuchangia usambazaji wa data za uvumbuzi na teknolojia. Uh, but we need to look at this data and be able to use, uh, the data so that we can be able to have policies to drive this. Balonzi Nancy Karigitho ambaye ni mshauri wa masuala ya uchumi samawati katika ofisi ya rais, alisema kuna haja ya serikali na wasimamizi wa bandari sawia na wale wa miji mikuu kushirikiana ili kurahisisha shughuli za bandari pamoja na kudhibiti msongamano wa upakuaji wa makasha bandarini. I think there's a lot of uh, beneficial partnerships that can arise or be created between the ports and the cities to work together in this space.

Naibu Chancellor wa chuo kikuu cha pwani Prof. James Kahindi alisema kutokana na ukuaji wa teknolojia katika sekta ya uchumi samawati, idadi kubwa wanafunzi kwenye vyuo vikuu wamechangia pakubwa katika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya anga ikiwemo kutoka kaunti ya Kilifi, akisema wataendelea kuwashirikisha wanafunzi katika kuendeleza uvumbuzi na utafiti bora ili kulinda mazingira. If we are going to blue future then we must be able to see how best that we can take these students through green education. Nikiripotia kiripotia Coco FM, mimi ni Mwahoka Mtumi, Coco FM, ladha ya pwani.